Nyama ni mwingi sana leo, tutajaribu kuchoma nyama kupitia microwave. Kwanza tutaosha mikono yetu na kukagua viungo vyote kuhakikisha vyote vipo. Hapo hapo tutatumia mafuta ya kupikia soy sauce, beef masala, kitunguswaumu mama sita na mazage mengine. Kwanza tutaweka kila kitu kwenye hiyo nyama yetu, tutahakikisha vyote vipo katika kiwango tulichopendezwa nacho na kimoja spati hapa ni kitunguu saumu kwa sababu ya mwandaji, kama unavyomwona. Baada ya kupata kila kitu, utachanganya na hiyo nyama yako mpaka kuona rangi fulani hivi kama gold, kama nini hivi. Utafunika hiyo mixture yako kwa ajili ya marination, utaacha kwenye friji kwa masaa matatu hadi sita. Baada ya hapo, utatoa kwa ajili ya kuangalia kama mchanganyiko umekaa fresh kabisa. Uh, baada ya hapo utaandaa nyama yako kama una vijiti au kama hujaikatakata utaandaa kwa ajili ya kuichoma. Utapanga kwenye kile kifaa maalum kabisa cha kuchomea kwa microwave au oven, nafikiri mna kifaa kama hiki hiki. Utaweka hapo sasa. Hizi mashine zinatofautiana nguvu. Kama yangu, nilianza kuchoma kwa dakika nane baada ya kukaa fresh, nikageuza nikaweka kama dakika tatu na nusu, result zikawa amazing. Kwa utaacha pale mpaka nyama ikauke kabisa. Mimi harufu tu ndio ilinifanya nijue imeiva. Baada ya hapo nikambembeleza huyo mpishi mwenzangu, na subira yake ilikuwa ndogo, pap, mzigo huo hapo umekamilika. Kwa kweli nyama ilikuwa tamu sana. Kama umependa, jaribu kwako na utatuambia matokeo yamekaa vipi.